Na baada ya ile video ya jana au juzi kuhusiana na ETF nimekuwa nikipata maswali zaidi watu wakitaka kuelewa zaidi uh, maana ya ETF na tofauti yake na hisa za kawaida au tofauti yake na mfuko wa uwekezaji wa pamoja kwa maana ya UTT. Sasa nimeona swali, nimeulizwa na ndugu Samuel, Samuel Mdodo, yeye, yeah, anataka kufahamu tofauti ya ETF na UTT. Sasa kwa kawaida ama kwa maelezo ambayo ni mafupi, ziko tofauti nyingi sana za hivi vitu viwili lakini nimeangalia tofauti ambazo zinabeba maana kubwa, ili basi nikikuelezeni, muweze kuelewa na mwisho wa siku muweze kufanya maamuzi ambayo yanakuwa yana msingi nyuma yake. Uh, kama tunavyojua, uwekezaji wa pamoja kwa maana ya UTT ni mfuko ambao unakusanya fedha za wawekezaji wengi wadogo wakubwa na taasisi kwa pamoja, alafu wao kwa kupitia meneja ama kwa kupitia wataalamu ambao wanao, wanaenda kuwekeza sokoni, na wale wanawekeza sehemu tofauti tofauti, wanaweza wakawekeza kwenye bonde, wanawekeza kwenye T-bills, wanawekeza kwenye bank deposit, lakini pia na mara chache ama mara uh, kwa uchache wanawekeza katika, katika hisa za makampuni lakini kwa upande wa, wa mfuko kama huu wa ETF wenyewe tayari wanakuwa wame, wame specify zile kampuni ambazo wanaenda kuwekeza kuwekeza zile, zile fedha zako. Kwa hiyo ukiangalia pale tayari utaona tofauti hawa zaidi wamefocus kwenye T-bills, T-bonds, pamoja na bank deposit. Lakini ukijaribu kuiangalia tu to overall tofauti yake, unaweza uka, ukaona kwenye upande tuseme wa bei, bei ya ETF huwa inabadilika pamoja na kwamba kuna authorized participant, lakini bei yake inabadilika, utaiona DSE itapanda na itashuka kama hisa zingine. Lakini upande wa UTT bei yake inatolewa mara moja kwa siku, ambao bei inayotumika ni NAV, na ile NAV inakuwa calculated kwa ku, kwa kupitia Uh, meneja wa mfuko kwa meneja wa mfuko atakalculate NAV, alafu ataiweka sokoni. Kwa hiyo hiyo siku nzima bei itakuwa ni hiyo yu moja, ila kwa upande wa ETF bei inaweza kubadilika at least 5% kupanda au kushuka, inategemeana na na wakati wenyewe. Kwa hiyo utaona, uh, ETF inakuwa listed DSE, lakini mfuko wa uh, vipande hauwi listed, ndio maana unaona UTT haipo DSE lakini wanauza vipande. Lakini ukija kwa upande wa ETF, kama hivi tunaona ya Vetex ipo sokoni, lakini hivi ambavyo tunaona ya iTrust inafanya IPO. Baada ya IPO, na wenyewe pia watakuja wata watakuja sokoni mm. lakini pia kuna namna ya kununua. Ukitaka kununua ETF, kwa sababu ni kama shares zingine, ili uweze kununua ni lazima utatakiwa uwe na CDS account na uweze kununua through Uh, ila kwa sasa kwenye IPO unaweza kununua moja kwa moja kupitia sehemu ambazo zimetajwa na, uh, na yule anayeishu ile IPO kwa maana ya i-trust. Lakini pia unaweza kununua kwao direct, lakini baada ya hapo, ili uweze kuinunua ama kuuza ni lazima upitie DSE na lazima uwe na CDS account. Nikisema CDS account, nafikiri na naeleweka. Lakini pia uh, kitu kingine ni kwamba Hutaweza kuinunua baada ya kumalizika IPO kama hutatumia broker. Kwa hiyo lazima broker atakuwa anahusika katika ile process ya manunuzi au mauzo ya hisa zako za ETF. Lakini kwa upande wa UTT, uh, unafanya kununua na kuuza moja kwa moja kupitia kwa meneja wa mfuko. Kwa hiyo kwa, kwa hii case, tunaongelea ni UTT Amis. Kwa UTT Amis ndio anafanya kuuza na anafanya kununua. Inafanyika vipi? Unaweza ukanunua kupitia application ya kwao wenyewe UTT, lakini pia unaweza ukanunua kupitia uh, baadhi ya benki. Lakini unaweza pia ukanunua moja kwa moja kwenye ofisi zao, lakini unaweza ukanunua kwa mawakala, sababu pia wana baadhi ya mawakala ama benki washirika ambao wanafanya nao kazi, ambao wewe mwekezaji unaweza kununua kupitia kwao kikubwa ni kwamba pia hapa kwa upande wa UTT hauhitaji kuwa na CDS account. Mm, umeona kwenye ETF kule lazima uwe na CDS ili uweze kufanya uh, kufanya transaction. Lakini pia lazima utumie broker kule. Huko kuna broker, lakini pia hauhitaji CDS account ili uweze kuuza au kununua vipande vyako vya uh, UTT. Tuangalie pia jambo lingine ambalo ni aina ya uwekezaji. Ukiangalia Uh, ETF inachanganya hisa nyingi kulingana na weledi ama matakwa ya yule uh, meneja wa ile ETF yenyewe. Tutaangalia mfano wa ETF mbili ambazo tunazo. Uh, moja ikiwa ni Vertex ambao Vertex tuliongea hata jana yeye amechukua makampuni matano ambao ni DSE, uh, Nicole, Afriprice, uh, uh, CRDB pamoja na NMB yeye amechagua makampuni hayo na zile fedha anazokusanya anaenda kuwekeza pale, lakini ukija uh, kwa mtu kama iTrust ambao ndo wanafanya IPO sasa hivi, kuna maklisti ya makampuni pale, baadhi ya makampuni makubwa kutoka nchi nadhani nne. Kuna Kenya, Tanzania, Uganda pamoja na, na Rwanda. Kila mahali amechukua baadhi ya makampuni ambayo yeye anaamini yatafanya vizuri katika, uh, katika ule mfuko wake. Kwa hiyo utaona wana invest kwenye variety of uh, companies ambao wao wenyewe wamechambua na wamejiridhisha wakaona kwamba hizi ni sehemu sahihi kwetu kuwekeza ama ni sehemu ambazo zitatupa ile growth ambayo tunaitaka. Mm. Kwa hiyo inaweza ikawa ETF ambayo inajumlisha makampuni yote. Mm. Let's say ukaweka ETF ambayo kwa Tanzania itakuwa ina share zote ukaamua ukaita Tanzania ETF ambao ndani pale mtu akinunua ile moja anakuwa amenunua kampuni zote, lakini kwa upande wa UTT sasa, mm, UTT yenyewe ina mifuko mbalimbali mbali kulingana na mahitaji ya wateja wao. Kwa hiyo kuna mfuko kama Toto Fund, kuna Jikimu, kuna Wekeza Maisha, kuna Liquid, uh, Fund ama Ukwasi. Kwa hiyo kila mfuko unawekeza sehemu tofauti tofauti, lakini uh, asilimia kubwa ama mingi wanawekeza zaidi kwenye uh, t-bond, t-bills, pamoja na deposits za mabenki . Kidogo ndo unakuta wanaweka, wanaweka katika hisa. Uh, hii wanafanya hivi kwa ajili ya kuzuia ile riski kwa sababu kwenye hisa kuna riski kubwa, ila kwenye, uh, kwenye hizi t-bonds, t-bills, pamoja na deposit, ni kama vile sure bet, kwa hiyo asilimia kubwa wanaweka kule kwa ajili pia ya kuhakikisha mfuko ule unakuwa stable. Fokasi yao zaidi sio kuwa aggressive kwenye kuongeza income, lakini wana wako more defensive kwa maana ya kulinda kile kilichopo kisipotee lakini pia waweze kutengeneza faida ambayo inaridhisha. Uh, jambo lingine uh, ni hatari au riski. Kama tunavyoelewa kwenye hisa kuna riski zake, na yule ambaye ameweka nguvu yake kubwa ama yote katika hisa kuna riski fulani ambazo yeye atakuwa na hatari fulani ambazo yeye atakuwa Uh, uh, yuko tayari kuzikabili na huyu ambaye yeye ameenda kwenye uh, bills pamoja na bond na deposit, yeye riski yake ni ndogo. Kwa hiyo hatari ambazo ziko katika UTT ni chache ama ni ndogo kuliko ambazo zinamkumba uh, mtu ambaye amewekeza kwenye kwenye, kwenye ETF mm, kwa sababu kama tunajua tabia ya hisa, ina tabia ya kupanda na kushuka. Kwa hiyo hisa inavyokuwa inapanda, tayari ile ETF pia navyo yake itakuwa inaenda juu lakini hisa zikishuka ama yale makampuni ambayo wamewekeza yakienda chini, NAV pia ya hiyo ETF na yenyewe pia itaenda chini. Lakini kwa upande wa, wa, wa UTT, kumbuka ile ni, ni kama mkataba unavyonunua uh, unavo bond, ni kama umeingia mkataba na serikali kwamba nimekukopesha hichi kiasi kwa muda fulani na utanipa riba kiasi fulani. Kwa hiyo regardless, uh, hisa zimepanda zimeshuka, uchumi sijui umekuaje, wao bado wataendelea kulipa kile kiwango ambacho imekubaliana. Kwa hiyo kwa milajili hiyo inaifanya uh, UTT kidogo inakuwa iko stable kama kutatokea hizo ups and down sokoni. Ukija kwenye, kwenye upande wa gharama uh, kuna gharama kwa upande wa, wa ETF, sasa kuna gharama mara mbili hapa, msikilize vizuri. Kuna gharama wakati wa kununua zile fees za kawaida ambazo unalipa. Kuna makato yanakatwaga pale, ambao nadhani kwa watu ambao wananunua tayari wananielewa utakuta kuna DSE pale uh, kuna CSDR, kuna Fidelity, uh, kuna broker. Yote yale ni makato ambayo unakatwa wewe mwekezaji pale ambapo unanunua hisa. Haijalishi unanunua ni ETF ama ni CRDB ama ni NMB ama hisa zozote. Lazima kuna vimakato fulani unakatwa ambao zo jumla yake nadhani ni kama asilimia mbili pointi nne ama mbili pointi tano, inacheza hapo. Inategemeana na wingi wa zile hisa unazonunua. Lakini kuna gharama nyingine. Gharama nyingine ni ile management fee ambao management fee ina inatozwa moja kwa moja kutoka kwenye ile balance yako, na kama nimesoma vizuri kwenye ile, uh, kwenye ile uh, andiko la nadhani ni UTT wamesema itakuwa ni 0.8%, 0.8% ya kile unacho unacho, unachokuwa unamiliki kwa mwaka, japo watakuwa wanaitoza kwa kila, kwa kila mwezi. Kwa hiyo wataigawa hiyo 0.8 then utakuwa unatoza kwa kila mwezi, lakini ni gharama. Kwa hiyo kuna makato wakati unanunua, lakini kutakuwa kuna vimakato hivyo vidogo vidogo ambavyo vitakuwa vinapita kila, uh, kila, kila, kila, kila mwezi ambao mwisho wa mwaka inatakiwa iwe ni 0.8. Sasa ukija kwenye, kwenye upande wa, uh, UTT. UTT wao hakuna makato kwenye kununua lakini kuna makato kwenye kutoka kwa maana exit fees, lakini hizi exit fees pia sio kwenye mifuko yote. Kuna baadhi ya mifuko ambayo ndio ina hayo makato, lakini mifuko mingine haina. Kwa mfano uh, liquid au ukwasi, ukwasi mfuko wa ukwasi wenyewe hauna makato wakati wa kutoka, wala haina makato wakati wa kununua. Yenyewe utapata tu ile management management fee ambayo management fee ambayo kwa UTT sina hakika sana, lakini nahisi ni kama asilimia mbili mwaka kama, kama nitakuwa sikosei. Kwa hiyo utaangalia ipi ambayo inaendana na uh, aina yako ya uwekezaji. Kama ni mtu ambaye una uwezo wa kuvumilia zile ups and downs za soko, unaweza uka opt kwenda upande wa ETF kwa sababu utakutana na hizo ups and downs, lakini pia uh, utapata ile growth ambayo saa nyingine inaweza ikawa ni kubwa kuliko ambacho unakipata kule UTT, lakini kama we ni mtu ambaye Uh, fedha yako imeshikana na damu ama imeshikana na mfupa kwamba ikitoka ni kama una, unapoteza uhai, unaweza ukaangalia ukaweka UTT. Unaweza ukawekeza kote kulingana na wewe mwenyewe matakwa yako. Epuka jambo moja ambalo unaona lina, lina tukumba sana sahizi wawekezaji wengi, uh, kila mmoja anakuwa anataka kuwekeza kila mahali. Sasa huwezi kufanikiwa kwa kuwekeza sehemu zote ni lazima uwe na sehemu zako chache ambazo utakuwa umeridhika nazo, umezichambua vizuri, umejiridhisha, umeona pako sawa, basi unawekeza. Kama umeamua kuwekeza ETF, basi uelewe tu kwamba ETF lazima utalipa management fee, lakini lazima utalipa yale makato ya kawaida. Kwa hiyo mimi ambaye ninanunua CRDB nalipa tu yale makato ya kawaida, hakuna management fee pale kwa sababu mimi nawekeza direct, lakini wewe ambaye unapita kwa mtu yeye akakuwekezee ya lazima atakuchaji wewe management fee. Mm. Management fee, ili ili aweze kuendesha uh, shughuli zake za kawaida na yeye pia aweze kutengeneza faida. Kwa hiyo hata kama mfuko hautatengeneza faida huyu meneja atatengeneza faida kupitia wewe. Kwa hiyo mwisho wa siku wewe mwenyewe utaamua utatumia njia gani ambayo kwako unaona ni sahihi na ni salama, ili uende ukawekeze uh, uh, sehemu zote mbili ETF pamoja na UTT ni sehemu ambazo ni salama ni nzuri kwa mwekezaji na sio sehemu ambayo inaweza kuwa labda ni utapeli au nini? Hapana, zote ni legit. Kwa hiyo unaweza mwenyewe kufanya maamuzi, na kulingana na malengo yako utaona ni ipi ambayo ni sehemu sahihi zaidi kwako kwenda kuwekeza, na mwisho wa siku wote tukafanikiwa. Nikutakie majukumu mema. Kama una swali ama una maoni yoyote, unaweza kaniwekea, then nitaona nikipata muda nitakujibu kwa haraka, ili pia tuweze kufanya na shughuli zingine. Santeni.